Jux pamoja na Damo Platinum, fahamu kwamba walikuwepo pamoja kipindi ambacho Damo Platinum ametangaza tour yake ambao tour hiyo waliweza kufanya katika majukwaa tofauti tofauti kama vile kumbi ya Royal Albert Hall lakini pia Manchester Academy lakini pia Scotland kule walikuwa pamoja. Sasa Jux yeye aliweza kuondoka baada ya tour yake Damo Platinum kuweza kutamatika lakini pia Damo Platinum ifahamike kwamba pia alikuwa na show ya Hot 97 Summer Jam, pia alikuwa peke yake. Jux yeye kipindi ambacho tayari kashaondoka. Sasa watu wengi Walikuwa wanadhani kwamba pengine labda, e bana, Jux ameamua kumkimbia, e bana, ndugu yake kaamua kumtelekeza Diamond Platnumz. Maswali yalikuwa ni mengi sana, mijadala ilikuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, and this time around kwamba Jux aliweza kuthibitisha kwamba e, alikuwa pamoja na mwanadada e, Priscilla katika engagement ambayo ilikuwa ni VIP ambao aliweza kualikwa e bana na rais wa huko Kenya. Kwao, kwamba wakaenda pale kwa ajili ya kufanya show yake, lakini pia inaonekana kwamba Jux aliweza mpunga wa wa wa wa kutosha kutosha kutosha kwa sababu hii hii show show bana bana bana ilikuwa ni VIP na na na na na aliweza aliweza kupost picha ya ya matukio ya engagement ambapo ilivyoweza ili, ili, kufanyika huko Nairobi, Kenya. Sasa na hapo tu, Jux, yupo huko huko Nairobi , Kenya. Kenya, Kenya sasa sasa Sasa mbali hapo hapo tu yupo akiendelea kufanya show zake za kutosha kabisa kabisa, hivi ameweza kupost video video ambayo imeweza kumuonesha akiwa katika ukumbi wa Eldoret, kujaza mashabiki wa kutosha kabisa wa hapo Kenya, na alikuwa akibang pamoja na wao. Ebana, alikuwa akiwembesha naifahamike tu kwamba Jux sasa hivi katika safari zake tofauti tofauti amekuwa akiongozana pamoja na mke wake ambaye ni Priscilla. So inaonekana kabisa hata vile bondi yao inazidi kuwafanya wote wawili ebana kupata umaarufu zaidi, na kama inafahamika kwamba kwa upande wa Priscilla, yeye ebana ana jina lake kwa upande wa Nigeria, lakini pia Jux kwa upande wa hapa Tanzania ana jina lake, yani East Africa yote kwa ujumla. Hii ebana watu wengi wanamfahamu Jux. Lakini, the way ambavyo anakuwa akisafiri mara kwa mara pamoja na mke wake Priscilla, e bana, inawafanya wote wawili e bana, kupata umaarufu hata pia katika engagement ya huko Nairobi, pengine labda wawili hao wote waliweza kuitwa kwa pamoja e, kwa sababu inafahamika kwamba engagement ni masuala ya kimahusiano zaidi kwamba hata pia yule ambaye aliweza kumuita labda pengine alikuwa anatamani kuweza kumuona Jux pamoja na Priscilla wakiwa wanacheza pamoja katika hiyo engagement ya VIP. Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? drop comment ya cha comment hapo, siache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, cho chao.